Mwalimu bora na mzuri ni yule ambaye anaunganisha darsa iliyopita na inayokuja. Katika darsa iliyopita tulizungumzia hikam shatta, yani hikma mbalimbali zilizomo katika ibada ya Hija. Tukazitaja baadhi yake tukasema ijtimaul muslimin. Ile neema ya sisi Waislamu kukusanywa pala pamoja sote wengi kama vile. Ile ni neema kubwa sana na hatimaye tunapata mafunzo ya kubadilishana namba za simu, email, lugha aidia mbalimbali na kuelezana kila mmoja kwao alikotoka kuna nini. Lakini pia tukasema baadhi ya hikam ambazo zinapatikana katika ibada ya Hija ni ile madharun min madhahir al musawa, kuonekana ule msisitizo wa usawa katika dini yetu. Dini yetu haipendi ile patikana ombwe au gap kubwa lile kati ya watu na watu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi zake nyingi alikuwa akisisitiza moja. Katika hadithi ni hizi kwamba, kullukum li adama wa adamu min turab, nyinyi nyote mmetokana na baba mmoja ambaye ni Adam na mama mmoja ambaye ni Hawa. Na aya za Qur'ani vile vile zimesisitiza ukisoma suratul hujurat

sio kwa makabila wala kwa lugha wala kwa kipato wala kwa rangi wala kwa hajmu ya mtu. Sasa ukienda Maka hili utalipata kwa madharun min madhahiri almusawa, yani madhar moja miongoni mwa madhari yanaotuonyesha kwamba sisi sote tuko sawa. Ndio maana sote tunasema, labbaik allahumma labbaik. Hakuna mataifa kutoka Asia wana talbia yao, kutoka Marekani wana talbia yao

Vile vile kiasi kwamba huwezi ukatofautisha huyu ni nani wala anatoka wapi, madharun min madhahiri lmusawa. <coughs> na hii ndiyo image ya siku ya kiyama, ambapo wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsharun, mtafufuliwa mtakusanywa. Ile picha utakayoiona siku ya hija, ile watu wanavyoelekea katika viwanja vya Mina. Wengine wanaelekea katika viwanja vya Arafat, wanarudi katika viwanja vya Muzdalifa na kuelekea Mina na kuelekea Jamarat na kuelekea Baitullah al-haram kwa ajili ya tawaful ifadha, ile mtapakao wa walivyotapakaa aranasa jami'an min kulli fawjin min kulli makanin, vile unavyowaona basi ni kama picha ya siku ya kiyama, wanaelekea kwa ajili ya kuhesabiwa kila mmoja, ndio picha ya haji na ndio maana

Imekujaje mambo ya mahshar na mambo ya hija? Kwa sababu image zinafanana, picha zinafanana, eh? Kila kitu kinapatikana na hekima zake, lakini pia tukasema hikma, miongoni mwa hikam za hija ni lile jambo la kukumbuka falhaju akbaru mu, mudhakkirin yudhakkiruna liajdadin salaha min alambiyai wasalihin. Hija ni kikumbushio. Ukienda wewe mwenye kufanya umra au hija, unatakiwa wakati unatekeleza ibada yako kumbuka ile history tunayokupa kwamba ni nani aliyeijenga Alkaaba. Ibrahim yeye na Ismail walikuwa wapi hapa, waidhi yarfau Ibrahimu lqawaida min albeiti wa Ismail

irudishe historia yote utaona, unaishi fi ajwa haqiqiya unaishi katika atmosfia ile ya ukweli kabisa ya mitume waliopita pale. Lakini pia tukasema moja katika hikma kubwa za hija, anna alhajja yuallimuka tarbiyatan hasana. uallimuka tarbiyatal hasana. Hija inakufundisha malezi. Hija inalea Ndugu zangu wengi, wetu baada ya kulelewa na wazee wetu, kulelewa na waalimu wetu, tulipokwenda hija tumepata malezi makubwa mno, ambayo hatukupata kwa wazazi wala hatukupata kwa waalimu. Malezi gani? Ile kukusanyika kwa muda wa zile wiki tatu au mwezi mzima, ukakaa na watu mbalimbali, ukawa unakwenda unarudi, ikawa unanunua unauza, ikawa unaishi katika ajwaa za hija pale, ndani unajifunza mengi mno, kwa sababu kila aina ya watu utakwenda kuwakuta hija. Wenye tabia nzuri utawakuta, wenye tabia chafu utawakuta, uwezi utawakuta, wahuni utawakuta. Hala, wahuni, hivi na watu wameenda Makka. Kila pahali kuna wahuni hata Makka, wapo watu wanakata tiketi sio kwa hija tu, wengine wanakuja pale kwa business. Sasa ndani ya business, uhuni upo. Unaweza ukafanyiwa uhuni hata na watu walio kukodisha hoteli na wengineo mbalimbali waliokuja kwa ajili ya malengo mbalimbali. Kwa hiyo, unasikia mara nyingine mtu kuna pickpocket katikati ya Al-Kaaba, unatufu Al-Kaaba huku unaibiwa, inanikumbusha mmoja katika walimu wetu alituhadithia, anasema mmoja alikuja akamwibia mtu mbele ya Alkaba. Sisi tunaambiwa mmoja katika kukubaliwa dua ni ile ukiiona Alkaba omba dua zako pale. Basi wenzetu, ile kuiona Alkaba unashughulika na dua, ye anaku, anakuchomolea basi. Mzee anaona mwizi ameshamchomolea kwenye mfuko wake, kwenye begi lake, kamkamata mkono namuuliza, Mwanangu, we, watu wote wamekuja hapa na, na dhambi zao wanakuja kuzifuta hapa. Wewe unazichukulia hapa unaenda kufuta wapi? Ili ni swali ambalo kila mwizi ambaye anaiba katika haram anatakiwa ajiulize, kila muhuni anayefanya uhuni wake. Mpaka vijana wengine wanaokobea wanawake mbele ya Alkaaba wana, wanafanya vitu vya ajabu. Hayo yote yanatokea na mengine tunayaona live. Kwa ajili hiyo, ndugu yangu Muislamu, palipo na wengi

wala jidala filhaji. Tizama, Mwenyezi Mungu amekataza mambo matatu. Ukiwa wewe ni muhtamirin au ni haji, kuna mambo matatu muhimu sana yazingatie ili hija yako iwe hija iliyofaulu. Nini? Fala rafatha wala fusuq. Rafath na fusuq ni madhambi mawili makubwa, dhambi inayosababishwa na ulimi na dhambi inayosababishwa na utupu. Hizi dhambi mbili kusema ma, maneno machafu, kutukana watu, kusengenya watu, kufanya zina, kufanya mukaddimati ljimaa. Hivi vyote hivi ni madhambi ambayo yanakatazwa katika hija. Kisha dhambi lingine sema, wala jidala fi lhaj, wala mijadala ile, aqim mijadala miovu mibaya, sio mijadala ya kielimu au ukapata nafasi ya kuuliza huku unajadili kwa njia nzuri, hapana, mijadala ile ya mizozo na magombano kwa hiyo hija imekatazwa vitu vitatu: machafu maneno, masengenyo, kutukanana, kusema kilichokuwa kibaya na mambo machafu ya uzinifu na dada zake zina. Kwa nini unafikiri vimekatazwa hivi? Kwa sababu watu ni wengi, pale palipo na wengi, watu wanasemana, yanatokea mambo mpaka ya kutoa maneno machafu, mara umemkwa huyu, mara umemkwaza huyu, mara umempiga huyu mara umedondoka juu ya huyu, mara umeshindana na huyu. Haya yote yanasababisha maneno, kusema maneno mabaya mabaya. Kwa hiyo ukiwa hija unafundwa na kufunzwa namna ya kuongea. Utamkuta haji yeye ndo alokosewa, lakini anamwomba msamaha na kumwomba radhi aliyemkosea. Hizi zote ni aina ya tarbia unayopata hupati pahala pengine isipokuwa haji. Utakuta mtu ananunua kreti za maji anazieka barabarani, anasema sabilillah, sabilillah, sabilillah, sabilillah. Yote haya ni ukarimu ambao watu wana. Utaona mtu amenunua tende amezieka tu alafu ameandika chukua mwenyewe, chagua mwenyewe, chukua. Unapata zawadi wa watu wasiokujua, unapata kila aina ya upendo. Haya ni malezi ambayo unakwenda kuyapata pale Makkah. Lakini pia mambo mengine ambayo yamekatazwa ni kuitumia vizuri ile ardhi ya haram kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema sala katika mji mtukufu wa Maka unalipwa laki, lakini sio sala tu, hata uovu haulipwi kama unavyokuwa katika ardhi isiyokuwa ya haram, na uovu nao pia unalipwa maradufu. Kwa hiyo ukisengenya watu katika ardhi ya haram, ukipigana na watu, ukifanya ubaya wowote, ndio maana Qur'an anasema, waman dakhalahu kana amina Yaani mpeni amani anayeingia katika mji huu, msifanye zogo, ndo ukakatazwa zo, mpaka kukata miti ukakatazwa, mpaka kuokota kilichodondoka ukakatazwa, mpaka kumwaga damu, mpaka kutoa silaha, mpaka ku, kuwahofisha watu, kuwatia hofu yote, kwa sababu unakwenda katika mji wa haram. Lakini pia tukasema miongoni mwa hikma ni kupata radhi za Allah, hili ni jambo kubwa mno

na mama yake Mtume uh, sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine pia akasema, alumratu ila lumra kafaratu lima bainahuma. Umra mpaka umra nyingine, hija mpaka hija nyingine, ni sababu ya kusamehewa madhambi yako. Kwa hiyo unaenda kufuta dhambi wewe, ukienda umra au Maka unaenda kufutwa dhambi

Kutu za chuma. Kwa hiyo hizi ibada ni ibada za kusafisha madhambi. Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala, awape kila mnalolitarajia, ndugu zangu mahujjaj, na Mwenyezi Mungu atupe safari ya umra yenye kheri na baraka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu.